Maadhimisho ya siku ya maji duniani. Tanga Uwasa ni moja ya taasisi inayotoa huduma ya maji katika jiji la Tanga wilaya muheza ya Muheza pamoja na Pangani. Tanga Uwasa imefanikiwa kutoa elimu nyumba kwa nyumba kwa watumia maji, lengo ni kuwafahamisha umuhimu wa kulipa maji kwa wakati. Wakizungumza mara baada ya kufikiwa na watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Uwasa wananchi wa jiji la Tanga walikuwa na haya ya kusema. Ah, ani miaka hiyo ya miaka ya elfu mbili etea maendeleo ya Tanga eh, ipo, hiko, katika wiki ya maji huduma uh, ya maji Tanga iko vizuri sana, kwa sababu Tanga ndo inaongoza kwa huduma ya maji kwa miaka yote hiyo, Tanga ndo inaongoza kwa huduma ya maji. Yaani ukiingia kila nyumba, sehemu yote, ukigusa kwa kipi maji yanatoka. Kwa hiyo Tanga inaongoza katika huduma maji tuko vizuri vizuri vizuri, vizuri sana. Huduma uh, zimeenezwa uh, kutoka Tanga mjini hapo abapo wilayani, maji yako mengi sana, watu wanapata maji uh, changamoto ni ndogo tu. Changamoto uh, ni kwamba inapotokea asubuhi labda watu wote wameamka, wanataka kuenda kwenye shughuli zao, kwa kwamba kila mtu anakuwa amefungulia maji kwa ile presha kidogo ya kufanya maji inakuwa imepungua kidogo, lakini mpaka kifika kwenye saa tatatu, uh, hivi bili na nusu watatu, kwa sababu watu wanakuwa wameshaondoka, wanafunzi na wengine wanawaika magazini, ile presha maji inakuwa inakuwa kubwa. Hiyo ni ndio changamoto ndogo sana hizi vita ambazo zinazofungwa sasa hivi ambazo zina mfano kama vile LUKU ya Tanesco, uh, lipa kabla ya kutumia ni nzuri kwa sababu kwanza zitakuwa zinaondoa malalamishi kwa sababu watu wengi ambao wanakuja uh, idara maji, mkuja wana mika ya maji wanakuja wana wanalalamika kuhusiana na maswala ya huduma, kwa mfano mwingine ametumia maji kwa wingi sana, lakini anakuwa haamini yale matumizi yake akifika anaanza kulalamika sana mpaka aeleweshwe aingizwe matumizi yako yako hivi, hivi, hivi, ndio anakuwa nakaa sawa. Lakini sasa hivi huwezi ukamlalamikia tena mtu katika hii taasisi kubwa ambayo inatoa huduma ya maji ambayo ni idara ya maji ya Tanga Uwasa. Sasa hivi utakuwa unafungiwa mita, ambayo hiyo mita unaingiza namba zako, ukiingiza namba zako, ukilipa, ukatumia maji, fanya vurugu zako zote, kama unafanya vurugu zako za za baba o ikiisha unaongeza inakuwa ni vizuri sana, malalamishi inakuwa hakuna. Nafikiri hiyo imekuja katika ile hali, katika ile hali ya kuondoa lawama, sababu unapokuja kwenye dirisha akutoa huduma unakuwa unalalamika sana, hasa e, gara maji wajiongeze zaidi kuwafanya watu wajihudumie wenyewe asa huduma yao iko vizuri, ainaitwa maji alishiiza aliyopatikanaji wa maji yanaenda vizuri, kwa sababu hatuna ule mkato wa mara kwa mara. Labda tukuhusu hili swala la bili, bili zinakuja tofauti tofauti, haiwezi kukaa sawa. Sasa kile tunapojaribu kufuatilia, ni mara napata kwamba majibu ni matumizi yetu, sio yenye ndio wasa wako mzore, kwa sababu maji tulichokuwa tunaomba maji asikati utumiaji wa maji. Sisi tutategemea kwamba kwa mfano sasa hivi ni mita za roho zilizo kodi, labda ndio tutaanza sasa kufanya solution, kwa sababu tutatumia kile kitu ambacho umenunua kuliko hiki ushanunua leo. Bili inakuja 29 mwezi ujao inakuja 28 mwezi ujao 26 Kwa hiyo inakuwa Mfumo tunachopata wa luku sisi hatujawahi kuutumia, tunajua madhara yake au faida yake. Utakapoanza kuutumia, wenzetu washaanza kufungua, utaanza kuuliza kwamba una faida gani katika mita za luku na hizi za kawaida, ndio utapata jibu kamili, lakini kwa sasa bado sisi ambao hatujaanza kutumia mita za luku tu kwa baadhi kutukorosha Alafu na wale wenzetu wasoma mita wajaribu ku kusoma kwa wakati, ina maana wasibuni, kwa sababu unakuta mtu aliyesoma atakuletea mpaka namba yake asiu ingine, anakupa namba ya ofisi. Kwa hiyo ukienda ukichunguza kwamba labda namba ya ofisi ndio kuja kusoma, hapana, hii labda ameona leo tarehe imefika, yakamwa akijaza vile kulingana na nti za nyupanapoupash tunashukuru kwa huduma ya maji tunapata kwa wakati aisumbui. Uh, tunashukuru Tanga Uwasa. Sisi tunapata masaa ishirini na nne. Yakikata tu labda kote ndo yamekata, lakini tunapata maji masaa 24, yanatoka. Dhamira ni nzuri, kwa sababu tunapata maji masaa masaa yote, tunaendelea na na shughuli zetu za nyumbani. Jina naitwa Zubedi. Na hapa ni barabara kumi, Ngamiani kati. Huduma za maji za Tanga Uwasa nzuri, zina matatizo tunazokutana nazo mara moja moja, maji huwa na kati, tunakosa maji siku mbili, saa nyingine siku tatu, lakini tukiambiwa kuna ujenzi kusema wanajenga kuna, wana kuna jambo lingine lote lakini zaidi ya hapo hakuna tatizo kubwa maoni ni kuendeleza huduma tuziwe nzuri zaidi. Ya kwa upande wake Maua Boma akaelezea tangu kuanza kwa wiki ya maji tarehe kumi na sita wameweza kupokea wateja wangapi katika dawati lililopo ofisi ya Tanga Uwasa. Naitwa Maua Boma, dawati la kuhudumia wateja, wiki ya

Wiki ya maji iliyoanza tarehe kumi na sita na kumalizika tarehe ishirini na mbili Tanga Uwasa imetoa elimu kwa wateja, kupokea malalamiko na pongezi katika madawati yaliyoandaliwa katika soko la Mgandini, stendi ya Amboni na dawati lililopo katika ofisi ya Tanga Uwasa. Pamela Chaula, Tanga TV.